Kwa nini hutakiwi kula matunda yasiyo na mbegu kama asili yake yalikuwa na mbegu? Katika ulimwengu wa leo, teknolojia ya kilimo imeendelea kwa kasi, ikiruhusu maendeleo mbalimbali kama uzalishaji wa matunda yasiyo na mbegu. Ingawa matunda haya yanaonekana kuwa rahisi kula, kuna maswali makubwa yanayoibuka kuhusu athari zake kwa afya, uhifadhi wa virutubisho na uendelevu wa mfumo wa chakula. Je, mabadiliko haya ya kiasili yanaweza kuwa na madhara yasiyoonekana mara moja? Je, kupendelea matunda yasiyo na mbegu kunaharibu mzunguko wa asili ya uzalishaji wa mmea? Katika makala hii, tutachunguza kwa kina sababu zinazoeleza kwa nini unapaswa kuzingatia kula matunda katika hali yake ya kiasili. Ikiwa ni kwa mara ya kwanza unatazama video hii au ikiwa bado hujasubscribe katika chaneli hii ninakusii kuungana nasi kwa kusubscribe, na hakikisha unagusa alama ya kengele ku turn on notification ili uwe wa kwanza wa kupata taarifa juu ya video mpya zinapokuwa katika chaneli hii mapema na kwa wakati. Hii ni Suka TV. Umewahi kujiuliza kwa nini tikiti maji, zabibu, ndizi, machungwa au kwa mamanga zingine siku hizi hazina mbegu? Wengi husema ndiyo mazuri zaidi, hayana usumbufu wa mbegu, lakini unapaswa kufahamu kuwa kuna matatizo makubwa sana yaliyojificha nyuma ya matunda haya yasiyo na mbegu, tatizo linalogusa afya yako ya ndani, kizazi chako na mustakabali wa wanadamu. Matunda bila mbegu si asili yake. Asili ya tunda ni kuwa na mbegu. Mbegu ni uwai, kwani ndiyo inaruhusu mmea kuzaa tena. Kama tunda halina mbegu, hiyo sio kazi ya Mungu wala maumbile. Hii ni kazi ya mahabara na uandisi wa vinasaba, yaani genetic engineering. Pengine umeshajiuliza matunda haya hutoka wapi? Matunda yasiyo na mbegu hutengenezwa kwa njia zifuatazo. Njia ya kwanza ni parthenocarpy. Katika njia hii mmea huzaa matunda bila kurutubishwa. Njia ya pili ni triploid hybridization. katika njia hii huchanganya mimea kwa makusudi ili mbegu zisiweze kukomaa. Njia ya tatu ni gene editing, yani CRISPR. katika njia hii DNA ya mmea hubadilishwa ili mbegu zisitokee. Hii ina maana kuwa Tunda hilo limevunjwa kanuni ya uumbaji ili lipatikane safi bila mbegu. Tatizo la kwanza kutokana na matokeo haya ni ukosefu wa virutubisho halisi. Utafiti unaonyesha matunda yasiyo na mbegu huenda hayana viwango sawa vya virutubisho kama matunda ya asili. Yanaweza kuwa na vitamini chache, enzymes zilizodhoofika na muundo wa ndani ulioathiriwa. Kula matunda haya kwa muda mrefu kunaweza kudhoofisha kinga yako ya mwili Kulemaza mfumo wa uzazi na kuchangia magonjwa sugu. Tatizo la pili linaweza kuathiri fertility ya mwanadamu. Hili ndilo la kutisha zaidi. Baadhi ya tafiti zinaonyesha matunda yaliyoathiriwa kimaumbile, yani GMO hybridized, huweza kuwa na athari kwa uzazi wa binadamu. Wanasayansi wanaofu kuwa ukila chakula kisichozaliana huenda na wewe ukaathirika uzalishaji. Haijathibitishwa asilimia mia moja lakini, hofu hii inazidi kuungwa mkono na visa vya utasa duniani kuongezeka. Tatizo la tatu ni kuharibu maumbile ya asili. Wakati tunafurahishwa na zabibu zisizo na mbegu, matikiti yasiyo na mbegu, makomamanga yasiyo na mbegu na kadhalika, tunapaswa kutambua kuwa tunaua mzunguko wa kiasili wa uzazi. Tunaharibu biodiversity, yaani aina za mmea Tunapoteza aina halisi ya matunda, yani heirloom fruits. Baada ya miaka michache, matunda ya asili yatatoweka kabisa, na tutaishi kwa kutegemea matunda ya kiwandani tu. Mfano halisi wa tikiti maji, tikiti maji ya asili yalikuwa na mbegu nyingi nyeusi, ladha nzito, yenye harufu ya kuvutia. Leo hii hakuna mbegu, harufu imepotea, ladha imepungua, muonekano ni mzuri lakini hauna uhai Mfumo wa kila mtu kuwa mtumwa wa vyakula vya kisasa. Tunapoacha kula matunda ya asili, tunapoteza uhuru wa chakula, tunawategemea watawala wa mbegu. Hatimaye afya zetu zitategemea dawa za matibabu. Kwa maana nyingine, tunauza uhuru wetu wa kiafya kwa kivuli cha urahisi. Yatupasa tuwache uvivu. Watu wengi wanaugua leo si kwa sababu ya uchawi, bali ni kwa sababu ya vyakula bandia tunavyokula kila siku. Matunda yasiyo na mbegu ni sehemu ya mfumo huo. Chagua kuishi kwa maarifa. <tune> Haya ni machache kati ya yale yaliyo mengi ambayo nimekutayarishia kwa wakati huu. Ikiwa ni kwa mara ya kwanza unatazama video hii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 ili sote kwa pamoja tuweze kuelimika, kuhabarika na kuburudika kupitia chaneli hii. Asante kwa kufuatilia Suka Media na kutazama Suka TV.